Kwanza kwamba kwa nini wachezaji wetu hawaendi kumzonga mwamuzi pale ambapo tunahisi kuonewa? Sasa ndugu zanguni, kwanza lazima tutambue ya kwamba tulikuwa ugenini na hauwezi kujua refa amekuja na mpango gani katika mechi hiyo. Inawezekana mkaenda kumzonga kudai haki yenu alafu akawapa kadi nyekundu ama kadi ya njano akasema ya kwamba mlinitukana. Nani atakuja kuthibitisha? Nakumbuka tuna mechi ya marudiano Benjamin Mkapa, ndio maana ukaona wachezaji wetu wana play very smart kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, tunakuwa salama, mechi iishe salama. Ndugu zanguni, tusijizime data hii. Ni Afrika, mbwa mkali kwao. Kwa hiyo tungejifanya wajuaji, kujifanya tunajua sana sheria, yangetokea kutokea mechi inayokuja tungekuwa pungufu wachezaji wetu muhimu wangekosekana, ingekuwa ni hasara kwetu. Wachezaji wetu, wetu walicheza in a very professional way wakiamini ya kwamba iko mechi ya marudiano ambayo hiyo tutakwenda kufanya kila kitu tuweze kupata ushindi. k Kwa, kwa hilo hatuna cha kuwalaumu wachezaji wetu, tuwapongeze kwa namna ambavyo walibehave, very professional, na mechi imeisha salama. Sasa kazi imebaki kwenye mechi ya marudiano. Ndugu zangu tuelewane, na wala hakuna sababu ya kuwalaumu wachezaji wetu, walitimiza wajibu wao, watafanya kila mnachokitaka katika mechi ya marudiano. Lakini kama haitoshi, maoni mengine ambayo yametolewa na Wanasimba ni uchoyo, hasa kwenye eneo la ushambuliaji, niwaambie tu ya kwamba hilo hamjalizungumza peke yenu, mwalimu vile vile amelizungumza na wachezaji wake. Lakini kiongozi wetu mwenyekiti Murtaza Mangungu alikuwepo naye vilevile amezungumza na, vile, ame na wachezaji hilo jambo halitajirudia, halitatokea katika mechi ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hakuna sababu tena ya kuendelea kutoa maoni wala mawazo. Tayari mawazo yenu yote yanafanywa kazi na watu husika, wameyasikia, wameyaona. Sisi kilichobaki ni kutimiza wajibu wetu, kununua tiketi. Tukutane wapi? Tukutane Benjamin Mkapa, tumalize ndugu zangu baada ya kutoka hapa tunafanya uwezekano wa kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora na yeye aje katika mechi yetu ya tarehe <laughs> tisa, Mheshimiwa Paul Chacha tutamwalika na yeye kama atakuwa hana majukumu ya kuwatumikia wanaTabora basi aje ajumuike na Watanzania wenzie kumwona Simba anakwenda nusu so fainali. Na kwa nini tunamwalika Mheshimiwa Paul Chacha? Kwa sababu amekuwa akifanya kazi kubwa ya kuhamasisha michezo nchini kupitia timu yake ya Tabora United, lakini vile vile Tabora United ipo katika nafasi nzuri ya kushiriki michuano ya kimataifa hapo mwakani. Kwa hiyo tunamwalika aje aone namna gani mashindano ya kimataifa yanaandaliwa yanachezwa, ili aanze maandalizi na timu yake ya Tabora United. Adui yao ndiyo rafiki yetu. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza, asanteni sana kwa kuja. Jukumu letu lina baki moja tu la kununua tiketi. Tukutane uwanja Benjamin Mkapa, twende tukaishangilie Simba yetu, twende hatua ya nusu fainali. Asanteni sana <coughs>